Leo tarehe 19 ya mwezi wa tano mwaka 2025, mahakama ya hakimu hakimu mkazi wa Dar es Salaam hapa katika eneo la Kisutu imesikiliza kesi mbili au kesi mbili za mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Tundu Antipas Lissu. Kesi hizo ambazo ya kwanza ilikuwa ni ile kesi ambayo anatuhumiwa kwamba ali anataka kufanya uhaini dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maneno ambayo aliyasema tarehe tatu ya mwezi wa, wa nne mwaka 2025 na 2 vile vilevile, kesi ya pili inahusika na swala la kusema kwamba alichapisha taarifa ambazo si sahihi mtandaoni ambazo zinasema zina maneno mbalimbali kuhusiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kali katika kesi ya kwanza ilikuja chini ya Hakimu Mfawidhi Kiswaga wahapa mahakama ya mahakama ya, ya hakimu mkazi Dar es Salaam, na katika hoja hizo mambo ambayo yajitokeza ni kwamba leo kwa mara ya kwanza hii kesi useme mara ya pili, mshtakiwa wetu mshtakiwa Tundu Lissu amekuwa mbele ya mahakama ya wazi. Mara ya kwanza ilikuwa mahakama ya wazi siku ile tarehe kumi ambapo alikuwa ameshtakiwa tarehe kumi ya mwezi wa nne. Baada ya hapo ikatokea sintofahamu ya kuzuia watu kutokuja mahakamani. Lakini leo kesi hii imesikilizwa katika mahakama ya wazi pale, kwamba kulikuwa na changamoto nyingi sana za kuweza kupata watu wengi kuweza kuingia mahakamani, lakini idadi e, e, ambayo e, ukumbi mahakama ulijaa iliweza kushiriki sasa, katika kesi hiyo ni e, kwamba upande wa serikali umesema kwamba unaendelea na, na, na upelelezi bado upelelezi haujakamilika uja, uja, hoja ambayo ilipingwa vikali sana na ma, ma, ma, mawakili wa upande wa, wa, wa, wa mshtakiwa na hapo kumbuke, hii ni kesi ya uchunguzi wa awali, kwa sababu mahakama hii haina mamlaka ya kusikiliza hiyo kesi. Lakini hoja ya pili ikawa ni kwamba, ambayo ileta na mawakimu wa utetezi, sorry, mawakala, mawakili wa utetezi, ni kwamba ile mshtakiwa pale kizimbani kuwa amezungukwa na maaskari. Mawakili wa utetezi walitulipinga kwa nguvu zote kwamba anatakiwa, kuna ile dhana ya kwamba mtu anapoletwa mahakamani anatakiwa achukuliwe kama mtu asikuwa na hatia, na mwisho wa mwisho wa siku hakimu amekubaliana na sisi kwamba atakiwa anapokuwa kizimbani kuwa amezungukwa na maskari kwa hiyo angalau kujenga heshima ya ya mahakama, lakini amesema maagizo ya serikali au askari kufanya upelelezi namna gani wanaweza kuhakikisha usalama au kanuni gani zitaweza kuhakikisha usalama unakuwepo kwamba hapa hata pale mshtakiwa anapokuwa yuko kizimbani. Kesi ya pili, kwa hiyo kesi hiyo baada ya hapo ikawa imeahirishwa hadi tarehe eh, jaji akatoa sorry hakimu akatoa agizo kwamba siku eh, ya tarehe mbili ya mwezi wa sita, upande wa mashtaka uje na maelezo sahihi ya kuweza kueleza mahakama upelelezi umefikia wapi. Kwa hiyo tuko tuko hapo, lakini baada ya hapo jaji aliruhusu kuweza kukutana na mteja wetu kwa nusu saa kwa sababu ni vigumu sana kwenda kule gerezani Ukonga na kuweza kukutana naye. Kwa hiyo tulipata nafasi ya kuweza kukutana na mteja wetu, ilikuwa ni changamoto kuweza kuwaweka askari wa magereza watu ule ule ule waachie falaga ambayo tunahitaji kama mawakili na na washtakiwa. Mshtakiwa anatakiwa kuwa nayo. Baada ya hapo kesi ya pili ikaitwa ile ya kuchapisha taarifa za uongo, taarifa za uongo, basi ikawa ile kesi okay, imesikizwa mbele ya hakimu mfawidhi Muhini. Na yenyewe ni kwamba upa, upande leo mfanikiwa mshtakiwa amefanikiwa kusomewa maelezo ya awali amekubaliana tu na vitu viwili, swala tukuhusiana na majina yake na, na, ni mkazi wa wapi na kwamba alishikwa akaletwa kwamba akaja mahakamani kwamba anashtakiwa kwa makosa ya matatu ya uchapishaji wa habari za uongo, lakini hoja nyingine nane mshtakiwa amezikataa. Kwa hiyo kuna hoja tumesaini, mshtakiwa amesaini na mawakili wake tumesaini maelezo kwamba kuna mambo ambayo yanakubalika ni mawili katika yale, katika yale kumi. Kwa hiyo mambo manane yanabishaniwa. Upande wa mashtaka umesema kwamba utakuwa na mashahidi wasiopungua kumi na watano, lakini wataangalia uzito wa mashahidi hao lakini na upande wa utetezi tukadai kwamba tupewe ile taarifa ya yule mlalamikaji ambaye alikwenda kulalamika kule polisi, ambaye tumeelezwa kwamba kuna mtu alikuwa alikuwa anapitia pitia kwenye mitandao, akaona hizo taarifa ambazo zimechapishwa na na Jambo TV na kwenye kwenye YouTube. Basi hakimu ameamrisha kwamba tupewe, e upande wa wa mshtakiwa apewe hiyo maelezo ya yule mlalamikaji. Kwa hiyo tunategemea upande wa mashtaka watatupatia hizo hiyo taarifa mapema ili kuweza kutusaidia kuweza kujiandaa. Na mwisho wa siku hakimu, e upande wa utetezi, kwa upande wetu tumesema kwamba tutatoa orodha ya mashahidi wetu na namna na vinyaraka tutakazozitumia pindi pale baada ya upelelezi upande wa mashtaka utakapomaliza kesi yake, na kama kama kutaonekana mshtakiwa na kesi ya kujibu, basi tutaweza kueleza mahakama tuna tuna mashahidi wa tafsiria. Eh, Said Larifou avocat et observateur. Jina langu ni uh, Said Larifou, ni mwanasheria, ni wakili

Nimeona ni muhimu nije hapa uh, ku, ili kufuatilia nilivyoalikwa kuja hapa. Nimefurahi kwa sababu imenipa nafasi ya kufuatilia uh, hii kesi ambayo inamhusu kiongozi mkuu wa upinzani nchini Tanzania. oui parce que nous sommes liés par des principes universels à savoir la démocratie et les libertés lorsqu'il s'agit

Ili kuhakikisha kwamba hii misingi tunayosimamia inaheshimiwa na nchi zetu sote na kwamba sote tunakuwa na mshikamano katika kupambania haki kama hizi. Merci, asanteni sana. Um, na swali <tiped>